Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanawe hawa wateule, waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo. Naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa, kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Ndiwe uliyewazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na roho mtakatifu, ukawakomboa katika dhambi. Basi ee Bwana, watie roho mtakatifu mfariji, wape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho ya uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Wengine tuketi, wanaopata sakramenti ya Kipaimara.